Je, kwa kijana au mtu ambaye anataka kwenda au aliyepita JKT ni kupoteza muda? Jibu ni rahisi, hapana. Kuna baadhi ya taasisi zikimwona mtu au kijana aliyepita JKT, inamchukulia huyo mtu au kijana anakuwa mtu wa kuaminika, pia inakupa credit ya ziada hata huyo kijana aliyepita JKT hata asipokuwa soja, kuna vitu vingi anajifunza vitu kama stadi za maisha. Lakini pia kijana aliyepita JKT anaweza kuajiriwa au kupata nafasi nje ya nchi, mfano UN. Kijana aliyepita JKT anaweza kuwa sehemu ya walinzi wa amani. Namba mbili ni security jobs. Nchi kama Saudi Arabia zinatoa ajira kwa walinzi na askari binafsi, na wanaopita JKT huwa na nafasi nzuri kutokana na exposure yao na discipline yao. Mwisho, vijana waliopita JKT pia huwa na nafasi nzuri kupata scholarships, nafasi ya chuo vya jeshi au mafunzo ya nje ya nchi kwa kuwa wana profile ya nidhamu na uzalendo. Mfano United States Military Academy West Point USA, baadhi ya wanafunzi wa kigeni hupewa scholarship kupitia makubaliano ya kimataifa.